Ila mimi mke wangu wakati yupo nyumbani tulikuwa vizuri sana. Nilipomruhusu kufanya kazi, shida ilianza. Kwanza nataka niulize shida gani ilianza, tuanzie hapo ya? Shida gani ilianza ili niweze kukusaidia. Unaweza ukafikiri shida imeanza kwa mke wako, ukakuta bado shida iko kwako. Soma SMS yangu hapo juu. Ndio hiyo nimesoma, kwamba we ulimruhusu mke wako wakati yuko nyumbani. Okay, unasema dharau sana. Kivipi? Kivipi ndugu yangu? Hiyo dharau yn yani, anafanyaje mpaka we unaitafsiri kama dharau? Okay? Nataka bado sijaweza kupata picha. Na wanaume wengi kweli wanasema kwamba mwanamke akipata kipato anakuwa na dharau. Lakini wanaiweka general. Ukienda ndani zaidi, unakuta ni zaidi ya hicho wanachosema. Ni wanaume wana wengine sijajua kwa kesi yako, lakini kuna wanaume wengine wana wanashindwa kuadapt na mazingira ya sasa, ambayo pengine huyo mke wako kuna vitu anaweza asifanikiwe kuvifanya ambavyo alikuwa anavifanya, kutokana na majukumu alionayo, shughuli alizonazo. Kwa hiyo lazima mwanamme pia aweze kumwezesha mke wake kufanya hizo kazi anazofanya. Kivipi sasa? Yaani tungekuwa na mifano ingekuwa vizuri, yaani ningejua, wewe ukaniambia dharau hizo ambazo amekuonyesha ni nini, ambacho amefanya kwako ukakitafsiri kama dharau. Then kama ni hivyo tutasema ni hivyo, kama sio tutakuelekeza. Mtu anayetaka mtu anayeleta mambo yake huku ajitathmini maana bado hajakomaa kifikra. Mtu anayeleta mambo yake huku ajitathmini, maana bado hajakomaa kifikra. Yaani, sijaelewa hii meseji. Mtu anayeleta mambo yake huku ajitathmini, maana bado hajakomaa kifikra. Kwa hiyo mambo yake ayapeleke wapi? Au hajakomaa kifikra? Kwa nini? Mm? Okay. So, kuna mambo mawili ya msingi sana. La kwanza ni mtu aliyeuliza swali kwamba alimruhusu mke wake kwenda kufanya kazi, lakini sasa hivi amekuwa na dharau sana. Nimemuuliza ni vitu gani ambavyo yeye anavitafsiri kama dharau, lakini mtu mwingine amesema mtu anayeleta mambo yake huku ni kama hajakomaa kifikra. Natamani nijue zaidi anachomaanisha, uh, nie, um, zaidi anachomaanisha, kwa sababu kuna kitu kingine ambacho wanaume wamelelewa nacho kibaya sana. Wanaume wameaminishwa kwamba wao wana vile vidude vya hapa, vinaitwaje, vile vidude mnaita koromelo eh? Eh, yaani amna, amna kitu ambacho wanaume wengi kinawaua kama hiyo kitu ya kusema mwanaume anatakiwa amezee mwanaume anatakiwa eh, you know, afe na tai shingoni. Usikubali huo ujinga kabisa, usikubali huo ujinga. Haya maisha yana mambo ni mengi, yana mambo mengi. Kwa hiyo kupata uh, kupata ushauri ni vizuri, ya ni vizuri sana ukatafuta ushauri sio sehemu moja, jaribisha kupata ushauri kwa watu wako unaowaamini wakushauri, kupitia nas, kutokana na situation unayoipitia, lakini usikubali hiyo biashara kuambiwa wanaume wanakufa na tai shingoni, kama huyo anayesema mtu anayeleta mambo yake huku. Okay, sasa hivi dunia iko kwenye <laughs> iko kiganjani <laughs> eh? Dunia iko kiganjani kama mi vitu vingi sana najifunza, hata sio vya Tanzania, yaani inavipata kutoka mbali sana. So nashukuru Mungu kwamba na vinanisaidia, vinanipa peace of mind. so nashukuru kwamba angalau kuna eh, kuna hii fursa ya kuweza kupata ushauri kwa mtu ambaye hata hata labda hujuani naye, lakini kwa sababu unajua kabisa huyu mtu ana maarifa zaidi ya mimi, ameshawekeza muda wake mwingi katika kutafuta maarifa. Unajua neno la na Mungu linasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, na kuna watu wameinvest maisha yao miaka yao mingi katika eneo hilo, so mtu kama huyo anaweza kukupa maarifa na kweli unaona kabisa haya maarifa, yani nilikuwa hichi kitu sikijui na anakijua, na unakijua na kinakusaidia kwa hiyo, you know, mimi binafsi kwa kweli, kama una shida tafuta mtaalamu katika hilo eneo ambaye ame amekaa kwenye hiyo fieldi akajifunza, umeelewa? Eh, aweze kuushauri usife, na si usife na tai shingoni, that is me. Na hiyo naisema kutokana na nani, yule alosema mtu anayeleta mambo yake huku, hiyo hayo ni mambo ya mila na tamaduni.